Mdigo wapi? Mdigo wa uh, Mtimbwani au Mabokweni? Eh? Yeruso? Kwa Terucho. Ah, nasikia Wadigo mwapika sana. Kupika nini? Mafundi mafundi wa kupika. Kupika kitandani au kupika jikoni? Jikoni. Aa, ah, njoo kitandani. Ah, vipi kitandani? Ni fresh. Ah. Eh, jikoni mmoja kupika vyakula gani? Vyote, na uvijua wewe. Mm, ndio utajie mm, sasa hapa. Sasa hapa yani, ni kwamba e. ni kama vile udigo upasifa duniani. Kumbe udigo noma. Yaani udigo utopeleka duniani. Mwenzangu naitwa Esko. Mona Pesa. au mwana mvua. Mimi aasimabii anigaeela kwamba hapa nitamjibu majibu yake yote ote, maa shilingi ngapi? ngu elfu tano, elfu moja, safu moja nna sasa nusu nalaja, kati mimi na familia nyumbani, watu wangapi? watu mwenyewe wanne, nami mwenyewe watano. Ukiasi gani? Unajua, utwala tola nusu na robo, ndio hiyo buku. Bado sijaosha vyombo, sijanunua sabuni. Eh, uko wenyi mtandaoni mwapeleka mambo gani? Mambo gani mtandaoni? Si udigo tupeke duniani, udigo unapata. Wewe mdigo, wapi? Mim, hmm? mdigo Mim, wapi? mwezangu mdigo wapi? Wapi? Namchukua, si napewa mm, kila kitu, yaani ule mwari nikipewa, napewa vyakula vyakula <tula> kama siku saba na, na mtoto wao K -tana, K -tana, kama. Mimi mnawari wengi hapa tena hapa mjini mi mm, nawari zaidi ya watano basi nkwam.